Hapo zamani za kale katika vilima vya kijani kibichi vya Konwali ya zamani, aliishi mvulana mmoja mtulivu na mwenye moyo mwema aliyeitwa Jack. Yeye na mama yake mpendwa waliishi katika nyumba ndogo ya kawaida lakini walikabiliwa na shida. Asubuhi moja ya majira ya kuchipua, wakati makabati yao yalikuwa matupu, mama yake Jack alimtazama kwa huzuni. Jack wangu mpenzi, aliguna Hatuna budi kumpeleka ng'ombe wetu mwamifu sokoni ili kumuuza. Tunahitaji pesa za kununua mkate. Jack, ingawa alihuzunika kuachana na ng'ombe wao mpole, alimwahidi mama yake atajitahidi kadri awezavyo. Alimwongoza ng'ombe chini ya njia ya kuelekea sokoni, moyo wake ukiwa mzito lakini roho yake ikiwa wazi kwa matumaini. Jack alipokuwa akitembea alikaribiwa na mzee mmoja mwenye macho yaliyometameta kama nyota za mbali na ndevu nyeupe kama ukungu wa asubuhi. Mzee huyo alitabasamu kwa upole, "Hujambo kijana," alimsalimu. "Una ng'ombe mzuri sana huyo. Je, ungependa kumfanya biashara kwa kitu chenye thamani zaidi kuliko dhahabu au fedha? Kitu cha uchawi." Jack aliingiwa na uoga, lakini sauti ya utulivu ya mzee huyo ilimtia moyo Mzee huyo alifunua mkoba mdogo uliokuwa na maharagwe matatu mazuri yenye madoa. Haya, alimnong'ona, ni maharagwe ya uchawi. Yapande kabla mwezi haujachomoza usiku wa leo, na utaona jambo itakayobadilisha maisha yako. Jack, akishawishiwa na uaminifu wa mzee huyo na ahadi ya uchawi, alikubali kufanya biashara. Alikimbia kurudi nyumbani akiwa ameshikilia maharagwe akitaka sana kushiriki hazina ya yake. Mama yake Jack hata hivyo alijawa na ghadhabu kubwa alipomwonyesha maharagwe badala ya sarafu. Lo, Jack mwanangu mpenzi, alilalamika, sauti yake ikiwa laini, lakini imejaa huzuni. Uliwezaje kubadilisha tumaini letu la mwisho kwa mbegu tu? Katika dhiki yake, aliyatupa maharagwe nje ya dirisha la nyumba na kumtuma Jack kitandani, akihisi aibu kubwa na njaa. Usiku ulipopita, Jack alilala. Bila kujua juu ya ukuaji wa kimya na wa haraka uliokuwa ukitokea nje ya dirisha lake. Jua lilipochomoza asubuhi iliyofuata, Jack aliamka na kuangalia nje. Mahali pampo maharagwe yalikuwa yameanguka. Mmea wa maharagwe mkubwa wenye nguvu ulikuwa umeota. Ulikuwa mnene kuliko mti mrefu zaidi wa mwaloni na ulinyoshwa juu juu juu hadi ncha yake ilipopotea kabisa ndani ya wingu jeupe laini. Na ndiyo mwonekano wa kushangaza kweli. Jack alijua mara moja kwamba hii ilikuwa safari yake kuu. Baada ya kumpa mama yake kumbato la kumtia moyo, alianza kupanda. Ilikuwa safari ndefu pole pole, inayohitaji nguvu na uvumilivu, lakini Jack alikuwa ameazimiwa. Hatimaye, baada ya kile kilichoisi kama masaa mengi alifika juu. Hako umekaa juu ya mawingu, ilikuwa ngome kubwa lakini yenye kutisha, makazi ya jitu yanajulikana kama Cormoran. Jack alinyata kwa tahadhari kuelekea kwenye ngome na akapita kwenye mwanya mkubwa kwenye mlango. Ndani kila kitu kilikuwa kikubwa na kimya, hadi aliposikia sauti, sauti nzito ya na kisha sauti iliyotingisha mawe ya ngome yenyewe. Ilikuwa ni jitu, kiumbe kikubwa kinachotembea kwa miguu mizito na sauti ndefu ya kishindo. Aliponusa hewa, alinguruma, nasikia harufu ya damu ya binadamu. Jack, haraka na utulivu, aliteleza nyuma ya rundu la supani na viatu vikubwa jitu baada ya kuangalia huku na huku bila kumwona mvulana mdogo, aliketi kwenye meza yake. Alitoa hazina yake kuu ya kwanza, bata wenye manyali ya dhahabu safi. Jitu liliamuru, taga na bata, mara moja lilitaga yai la dhahabu linalong'aa. Baada ya muda, jitu akiwa maridhika na hazina yake, alianza kusinzia na hatimaye akalala usingizi mzito. Mangurumo yake yalisikika kama radi mbali. Jack alijua kwamba hii ilikuwa ni fursa yake. Akamnyakua bata wa dhahabu kwa upole na akaanza kushuka kwake kwa uangalifu kwa kwenye mmea wa maharagwe akimwacha jitu kwenye usingizi wake. Jack alipofika nyumbani, mama yake alilia kwa furaha na utulivu. Bata wa dhahabu alitaga yai kamili mili la dhahabu kila siku, na familia iliyokoa hawakuhisi njaa tena. Hata hivyo roho yake ya Jack wa ututu na uvumbuzi Haikuridhika kabisa. Alisikia mvuto wa kurudi kwenye ngome ya mawingu. Wiki chache baadaye, Jack alipanda mmea wa maragawe tena. Mara hii alipata mahali tofauti pa kujificha. Mara nyingine tena, jitu aliingia na kurudia mwimbo wake mtasanyisho, lakini alishindwa kumpata Jack. Kisha jitu alikaa na hazina yake ya pili, kinanda kizuri cha kimbaa ambacho kilikuwa cha uchawi. Imba! Jitu liliamuru, kinanda kilipiga nyimbo zuri na kutuliza zaidi, haijawahi kusikika, na hatimaye muziki huo ulimtuliza na kumlaza usingizi mzito na wa amani. Jack, akitambua uchawi wa thamani wa kinanda hicho, alinyata kwa utulivu kulichukua. Hata hivyo, alipolinua kinato hicho kwa upole, kinanda cha uchawi kilipiga kelele kwa sauti safi na kuvuma tevya na siki, Bwana mwizi, amka! Sauti hiyo ilimwamsha jitu mara moja. Jitu alimwona mvulana mdogo akiwa na kinanda chake na akamrukia akinguruma kwa ghadhabu. Jack hakuoga, alinyakua kinanda na kukimbia, akiangaika kutoka kwenye ngome na kuelekea kwenye mmea wa maragawe. Jitu akiwa amekasirika likamfuata, uzito wake mkubwa ukisababisha mmea wa maragawe kuyumba. Jack aliteleza chini haraka, mwengevyavyo mkono mkubwa wa jitu ukimfikia juu ya mawingu. Miguu yake ilipogusa ardhi hatimaye, Jack alilia, "Mama, leta shama haraka." Mama yake alikimbia kwake na shama lao la nguvu la mbaa. Jack hakupoteza muda. Kwa nguvu yake yote, alianza kukata kwenye shino la mmea wa maragawe ngumu sana. Alikata na kukata hadi shina linene likaanza kutetemeka na kuyumba. Jitu ambalo sasa lilikuwa katikati ya kushuka lilitambua kile kilichokuwa kikitokea. Lilitoa kilio cha mwisho kitishada. Mmea huo mrefu ukaanguka, ukaanguka kwa kishindo kikubwa kilichotikisa nchi nzima. Jitu lilikuwa limeondoka milele, na pamoja naye hofu na uoga uliokuwa umeleta juu ya ardhi. Jack alimkumbatia mama yake, mioyo yao ikiwa imejaa amani na shukrani. Jack na mama yake waliishi siku zao zote kwa hapani na raha. Bata wa dhahabu aliwapatia mahitaji na kinanda cha uchawi kilipiga muziki wake mtamu laini kila jioni. Ushajia wake Jack ulijulikana kote kijijini, mvulana mtulivu ambaye akili yake mpana na moyo wake wa kumuunguzi ulikuwa umeleta usalama na bahati nzuri kwa familia yake wote, kwa kuwa maharagwe machache ya uchawi. Karibu Hadithi Magic. Subscribe, like na comment. Bonyeza kengele uwe wa kwanza kupata simulizi nzuri za Kiswahili.